Naomba nimalizie kwa upande wetu wa serikali, na tumwachia mwenzetu aweze kujibu na kuwasilisha rejoinder yake. Jaji anaouliza memaliza? Upande wa mashtaka wanajibu, wamemaliza mheshimiwa. Lissu anajiandaa kufanya rejoinda. Hapa anasimama Lissu: nawashukuru waheshimiwa majaji, nimesikiliza hoja za majibu ya mawakili wa serikali, na nitajibu kama zilivyoletwa na wakili wa serikali. Hoja kuhusu kizimba maalum cha mashahidi, swali lililoulizwa Je, hicho kizimba kinaendana na matakwa ya sheria? Sheria inasema kizimba ni eneo ambalo sisi wengine haturuhusiwi kumwona shahidi, ila nyie majaji pia mnayo macho ya kuona. Upo msemo wa Kilatini unasema mambo yanajisemea yenyewe ya kama yalivyo. Hivyo hicho sio kizimba cha mashahidi kwa mjibu wa kanuni. Huyo shahidi haonekani mahakamani, kwa hiyo hahitaji maneno mengi na hicho sio kizimba nilichozungumzwa kilichozungumzwa na sheria. Jambo lingine ni kwamba je, mahakama iliyotoa ulinzi wa mashahidi ilijumuisha na kizimba hicho? Jibu lake ni kwamba ruling ya Jaji Mtembwa walisema ilindo kwa kutumia kizimba, haikusema hayo yote, waheshimua majaji. Wakili wa serikali amerudia kifungu cha sita c cha ulinzi wa mashahidi kwamba mahakama inaweza kueleza utaratibu wa kutumika kwa kutumia kizimba cha mashahidi. Sasa DPP lazima aombe namna gani anataka kulinda mashahidi ia hakuomba namna ya kulinda mashahidi kwa kutumia kizimba cha mashahidi. Walichoomba ni majina yasionekane na vingine, na jaji aliwapa walichokitaka haya ya vizimba yametoka hapa. Hawezi kupewa ambacho hawakuomba. Pia kanuni ya tano kifungu kidogo cha kwanza inasema amri ya ulinzi inatolewa kwa shahidi ambaye amebainishwa. Sasa kama shahidi hajabainishwa kwa lolote, mahakama inajuaje anayepaswa kulindwa ni nani? Hawakubainisha majina kwa mahakama wakapata amri hiyo ya uongo, na leo hawaonekani hapa mahakamani. Watatoaje wa ushahidi wa watu wasiojulikana? Hivyo, mnachoombwa hapa ni kwamba kwenye kesi ya uhaini ambayo adhabu yake ni kifo, hamfahamu, hamuoni isipokuwa kwao, na wao wanaita hiyo haki. Nilisema kwenye hoja yangu ya msingi, na utaratibu huo ni wa Star Chamber Court karne ya kumi na sita. Ndio wanataka mahakama kuu ya Tanzania zitumia utaratibu wa giza au kwenye kesi yoyote ile nyingine, mambo ya gizani hayo, na haki gizani sio haki. Anaendelea mheshimiwa Lissu: huyu wakili wa serikali anasema mahakama ifanye rejea kwenye uamuzi wa jaji Mtembwa. Nina majibu mawili hapo. Kwanza, hoja yangu inalenga kulinda integrity ya uamuzi wa jaji Mtembwa, wapewa majina ya bandia na maelezo yao yasitolewe kwenye nyaraka. Tukiruhusu mambo ya kizimba ambayo hayakusemwa kusemwa na jaji Mtembwa, ndio tunataka kuyarekebisha Pili, kwa nini? Ni kosa gani kubadilisha uamuzi wa Jaji Mtembo iwapo kuna sababu za msingi za kubadilisha? Kanuni ya nane inasema amri ya ulinzi inaweza kufutwa kubadilishwa na mahakama kwa utashi wake au kufuatia kuna mabadiliko ya hali fulani toka amri kutolewa. Hakuna aliyekuwa anajua mambo yote haya tumekuja kuyajulia hapa, na kwa vile tumeyajua leo, kwa mujibu wa kanuni ya nane inasema yanawezekana kutokea mambo yakabadilisha hali basi, atoe ushahidi wake hapo kizimbani, tumuone wote. Narudia tena, amri ya jaji Mtembo haijataja kizimba, lakini pia hakutajwa huyo. Jambo lingine ni kwamba amri za ulinzi zipo kumi na tisa kwenye kanuni, na wao waliomba amri nne tu. Sasa Katuga anatuambia mahakama inaweza tu kuongeza hizo amri za ulinzi wa mashahidi kwa kadri itakavyoona. Hiyo haitakuwa mahakama sasa kama ikifanya hivyo.